Bwana, basi baba, basi baba. Eh. Hey, remote mpaka sasa hivi na miaka kama mitatu, japokuwa msingi sina kwenda China lakini muda wote naweza nikaingia China <laughs> <Hey. Yeah. laughs> Mimi kipindi niko mdogo nilifanya mambo makubwa, sio nyie vijana sasa hivi nguvu hamna. Nyie mnakaa mnashikashika maiki, si tuishi kama majembe, mdogo wangu majembe, saa 11 mpaka mpaka mpaka saa 11 tena niko shambani, mdogo wangu. Wao kipaji changu yeah. I think kipaji changu ni kutangaza na ni kitu ambacho nakielewa sana. Kutangaza. Eh, bana, utu umeshuka, pesa imepanda. Heshima siku hizi haiji kwa sababu ya elimu, haiji kwa sababu ya cheo, inakuja kwa sababu ya pesa. Na ukiwa na ndevu bila pesa unaonekana lidudu, kazi kutisha watoto. E bana, huku ndo mtani kwetu. Ukiwa na sura mbaya, tafuta pesa mbaya. Mi naitwa Skofu wa Masela, na hii ni Show Me Your Talent, kipindi kinachokujia moja kwa moja Sawasawa Online Digital. Na leo tuko na vipaji ambavyo vipo mtani kwetu. mdogo mdogo ndo mwendo chao, ndio nazidi kusema kwa matendo, kipaza kinachotangaza kutoka mitaa mitaniwise mita, nzao Bwana naitwa Chris mwanangu. Kigogo ndugu yangu. Kigogo. Kigogo la ndaba pale kwa chini chini kidogo. Ai bwana, remote mpaka sasa hivi na miaka kama mitatu. Japo kwa msingi sina kwenda China lakini muda wote naweza nikaingia China. Sasa wewe ni kitu gani ambacho uko nacho ndani yako? Bwana mimi napenda sana football, naweza kuimba. Naimba nyimbo zote. Naimba singeli. Naimba gospel, naimba hip hop, yaani muziki wote unaojua wewe. Hata kama mchumba anatokea hapa mzuri, ni mwimbie na mwimbia. E bana, mimi nataka nione kwanza kwenye kipaji chako cha kuimba, nataka nione hiyo. Ah, nataka kuimba gani sasa? Sawa sawa, mimi nataka nijue kwamba wewe oh, ambao unasema kabisa, mimi na perform. Ya, Kwanza kama ni kwako mwenyewe au labda pengine eh, ni wa msanii mwingine tu. Sawa bana, mimi naimba nyimbo zangu kwa sababu ni mimi mwenyewe. Ya, come on come on ndoto zangu hapo mwanzo nilipanga kwa pasta, zikaja badilika nilipofuta mwisho alasa So kama shem tupis ni kama pasta, ukiteki kichwani na kipara sina lasta, kwanza haide zangu mimi na ufusail bala na loli mina vuta kozi, hamwe super sa amina taka mjitokeze, kwa vedi sote tucheze kama chaidi na zeze, ya kwa mbikino tutodogo, loyo ngiani mia skia kobi ya kina machini, basi na tunga sheria, haina kulia lia, ni mwendo wa kusogea, ukianguka ukumie we nuka familia, na mka asubuhi mtu pisi misi jala, na rudi jikoni humna nigongea sigala, unafanya masihala maisha haya haya bini. Eh, bana hatari, kinoana mchizi katisha sana, kutoka kipande cha Sinza, enda sahii nasaka vipaji vya wana. Eh, bana ndani kwa mtu kuna nini? Ndio kitu ambacho kimenileta hapa, this time around tunapiga story pamoja na wana kibao. uh -huh. fresh, fresh. Unito nani? Hey. Mimi nataka unionyeshe kipaji ambacho uko nacho ndani yako. Well, kipaji changu? Eh. Yeah. I think kipaji changu ni kutangaza na ni kitu ambacho nakielewa sana. Mtangazaji. Exactly. Nakipenda sana and I wish naweza kuwa mtangazaji. Like I do? Yes, like Yes, you. <laughs> Let's do it. Let me. Nataka niwache kipaji sasa hivi. Uone ni namna gani ambavyo naweza kuflow bidada. Yo guys, what's good, what's good, going on? You should go right here kutoka Sinza Waitini Dar es Salaam. Na hapa niko Samaki Kona. Samaki Kona ni sehemu ambazo tunauza bidhaa mbalimbali ikiwemo samaki, dagaa pamoja na bidhaa nyingine kama viungo. So Samaki Kona tunapatikana hapa Sinza Waitini Dar es Salaam na tunafanya safe delivery. Huduma zetu ni anytime unaweza kutupigia simu. Tunasemaje? Karibuni Samaki Kona, endeleeni kura madini. Here we go. <laughs> <laughs> E mara, katisha kinomanoma kutoka kipane cha Sinza, unajua kipaza kimepata mtangazaji mimi sikutegemea, kama pengine naweza akavunja kama vile ambavyo wameweza kuua. Huyu ni mwane dede, nyama ni mwingi. Mimi naitwa Innocent Malimbo, ila kunijina jina la kutafuta hela naitwa Slash Engineers. Nani? Ee bana, e bana Mnyamwezi kabisa we. Yeah. Eh bana, sasa wewe unatoka kipande gani? Ah mimi natokea mitaa ya Sinza hapa hapa tu. Kipaji chako wewe ni nini? Kipaji changu mimi ni mwigizaji tu. Mwigizaji? Ndio. Ah. E, nayani na, hicho kipaji nakikubali sana yani. Wewe. Eh hivyo e, yani tuseme rafiki yako wa karibu kafariki dunia si ndio? Wewe ile moment utakavyoibeba na kuivaa nataka nione <coughs> hiyo ah. <coughs> Ni, mbona rahisi sana tunaweza tukafanya tu. hiyo momenti inakuwaje? Ah, hiyo momenti ni ngumu sana twenzetu, sasa ndo sana alikuwa rafiki ya yangu kisanani, tulikuwa tuna kila kitu, tunaongea, tunabadilishana mawazo, tunasaidiana, lakini leo hii Mungu kamchukua. Naumia, naumia sana, sijui kitu gani, sijui nifanye nini. Na mimi ningeweza hata kumchukua huko aliko, lakini siwezi. Alichopanga Mungu hakiwezi kutanguliwa na mtu yoyote, ila naumia sana. Bana ni noma kinoma noma, eh. Bana ni utulivu wa kutosha, tulivu ni. Eh, umesema nini tu nani? Mimi naitwa Silas Engineers. Eh bana, ni mwezi kabisa. In case kwamba ungepata nafasi ya kukutana na waziri wa sanaa, wewe unge muomba kitu gani au ungemshauri nini? Ningekutana na waziri wa sanaa, kwanza ningemwambia waziri kuangalia vipaji vikopo huku chini wasibezi sana kwa wasanii wakubwa wakubwa, maana walioko chini ndo wako zaidi ya wakubwa. Wakampa wa chini akafanya zaidi ya wale waliokopo juu, na ukafanya kitu wonders. Kwa hiyo kwa ushauri, wasisahau vipaji vyo kwa kwa chini, wapambanie katika sekta zote, wapambanie kwa watu wote, maana ukibezi sana kwa watu wakubwa, unakuta vijana wanapambana, wanaishi njaa, wanaangaika kila kona, lakini kipaji chake tu analali kwa sababu ya kipaji chake, lakini anaenda sehemu fulani anakataliwa. mm. Kwa waziri wa sanaa anatakuwa afanye kitu fulani, wafanye watoe nafasi kila sehemu. Kijana akiwa ana, ana kipaji chake aonyeshe. mm. Wasibezi sana kwa watu wakubwa. Hivyo wewe unaamini kabisa katika kipaji chako kinaweza kikakupatia pesa? Naamini sana kwa sababu nina uwezo. mm. Ninajua ninafanya na nina moyo na, na kitu mm. ninachokifanya. Nimekutana na mshikaji wangu hapa Bana, unahusika na nini hapa? Ndo kazi zako nini? Ya, yeah, Billion Arts of Culture, tunadili na mambo ya picha mbao, uchoraji, yeah. mm. Yeah, kitu kama hivyo. Vyote tunahusika? Wewe vyote tunafanya. Jina lako ni nani? Naitwa. Jina la kweli au jina la kisanii? Ah, jina lako kabisa. Mimi nitwa Justine Elias. AKA. Mili? AKA. AKA yako Billion Arts of Culture. Ah. Bana, kwa hiyo ukiacha hii ni kuchola tu sindio? Hapa tunafanya, tunachola Tunafanya mabango, tunaprint t-shirts. mbona unatumia wingi kati na kuona peke yako? Ya, ni kampuni. Hili ni tawi, kuna tawi lingine makumbusho hapo. Na kwa mwenyewe? Ya, kwangu mwenyewe. No. Kwa maana kuona michoro yote hii ambayo inaonekana. Yote tunafanya. Wewe picha zote unazoziona hapa zimefanywa na mimi hapa. Eh, bwana, kipaji chako ulianza kukifanya kipindi ambacho upo na umri gani? Aa, unamaanisha uchoraji? Ya, ya. Uchoraji nimefanya maisha yangu yote. Yaani tangu unaanza nimeanza kuelewa tu kushika kalamu nikaanza kuchora <mimitation> funza, japo ilikuwa kama hivi ambavyo unaona sasa hivi. Nilianza kuchora hivyo katuni, unakosea hivyo, unakutana watu ambao wanajua zaidi, wanakuelekeza yeah. Elimu yako elimu yako ilikuwa ni elimu ya kidato cha ngapi? Labda pengine ulishia wapi? Mimi nilifika mpaka chuo. Wewe afu uko chuo, ni umesomea nini sasa? Mimi nimesoma fisheries Elimu hey, ya uvuvi. Elimu ya uvuvi. Uvuvi ni afisa uvuvi kabisa. Afisa uvuvi. Eh, bana huyu ni afisa uvuvi. Yupo zake mtaani sasa hivi anahusika na, na masuala mazima ya uchoraji na kama unavyoona hapa sasa hivi utulivu ni wa kutosha. Maliza sekondari alafu ufike A level, ufike eh, chuo, baadaye unaingia VETA alafu unakuja na maisha ya mitaani. Niko na mwanangu hapa tunaendelea kukiwasha mdogo mdogo. Sasa hichi ni kipaji cha uchoraji, ucho si ndio? Ukiachana okay, uchoraji kuna kitu gani ambacho uko nacho pia. Aa, mbali na uchoraji mimi na vipaji vingi lakini kipaji ambacho nakipenda sana ni kufanya simulizi. Miaka elfu nne iliyopita dunia ilishuhudia miji miwili iliyokuwa na sifa za uovu. Watu wa miji hiyo walikuwa wajalana walioishi maisha yaliyotawaliwa na dhambi na kila aina ya uchafu. Hadithi kutoka vitabu vya kale zinasema Mungu alipochoshwa na uovu huo, akawapiga pigo ambalo mpaka hii leo linasimuliwa bila ya kusahaulika. Nazungumzia vizazi vya watu wa Sodoma na Gomora. Watu wa Sodoma na Gomora walikuwa ndiyo kizazi cha kwanza kuanza kuifanya hii dhambi ya ushoga. Vizazi vilivyowahi kupita havikuwahi kabisa kuifanya hii dhambi. Hadithi zinasema Mungu alipochoshwa na uovu huo, akawapiga pigo ambalo mpaka hii leo linasimuliwa bila ya kusahaulika. Watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wakimwona mtu amekatisha katika mji wao, basi watahakikisha kwamba wanamvamia mgeni huyo, kisha hawatoishia hapo, watamnyang'anya vitu walivyonavyo huyo mgeni, kisha watamwingilia kinyume na maumbile. Yeah, ipo. Imetokea situation. Mone wewe, ulikuwa umekaa hapa, upo katika harakati zako. Unapokea simu kwamba bi mkubwa, e, kafariki. Mone hiyo ni situation tu ambayo imetokea katika hii movie yetu. Sasa wewe inabidi uvae uhusika, bi mkubwa kafariki, alafu wewe ndio tegemezi nyumbani na mlikuwa mnamtegemea. Ya, kwenye kuvaa uhusika ni uvae, ni, ni uhusika kama nani wewe? Sasa ndio kama mtoto, alafu mama kafariki Taarifa ni ya kushtukiza. Act ah, okay. Kama mimi ndo nimepata hiyo taarifa. Yeah, beba uhusika. Lakini kwa sababu sio kipaji ambacho favorite sana mimi ningependa nivae uhusika ambao labda na naweza nika mimi naweza nikaigiza kama mlevi. Yeah, okay. E, yani kuna sema ambazo sifiti sana lakini naweza nikaigiza kama mlevi na nika perform vizuri. Unaweza kuigiza kama mlevi? Kama mlevi, yeah, yeah. Mimi kipindi ni kwa mdogo, nilifanya mambo makubwa sio. Nyie vijana sasa hivi nguvu hamna, nyie mnakaa mnashikashika maiki. Si tulishika majembe, mdogo wangu, majembe. Saa kumi na moja mpaka saa kumi na moja tena, niko shambani mdogo wangu. Alafu mimi kipindi hicho sio mwili umeona imetoka toka hivi. Kwa shanga, dogo mimi na dogo dogo tayari sana dogo wangu. Ni tunani? Naitwa Martin Stuart. Kipande gani? Na leo Sinza, mara mwisho kuibiwa ilikuwa lini? Ah, mara mwisho kuibiwa ilikuwa kama juzi kati hapa. Kipaji chako ni nini? Kuimba. Kuimba? Yeah, sawa. Mimi nataka nione kipaji chako ambacho uko nacho ndani yako yeah, okay. Mtayari? Okay, ya, yeah. Mi ni mchizi fulani kutokea pande za Moro. Maisha kanipiga nikaamua kuja Sinza kufanya kazi ya kaushi, ni kamuna selewe, maisha ni magumu mtaani kwetu tukashara. Tukawa tunachanga changa ndumu. Kusema bibi mkubwa kweli alinipa cha kunieleza. Nikiwa mtaani nifanya, japokuwa watu anjotaka kunibembeleza. Nikisema ni mlaji ni kipaji, japokuwa ninachofanya hapa nipo na kazi na mtangazaji wakiwa wananihoji. Namshukuru bibi mkubwa alichonifanya hakunisi. Alinipa, alinipa moyo japokuwa. Maneno ya watu wakanirudisha nyuma, lakini sikujali, ambayo sikukata tamaa, kila siku navokwenda Mungu ananiona, nafanya kila kitu ili mradi watu wajue nafanya ile mradi kila kitu nithibitishe, watu wengi watambue mimi ni mchizi ambaye niosimama, sikukata tamaa. Namshukuru mama kaji hakute, uwe, yani umtegemei si ndio? Alafu anakukatesha tamaa, we unamwambia nini? Namwambia skati tamaa, endeleza mashambulizi, sio kaliziki popote, kaliziki popote. Okay, sasa, ndoto yako wewe, pengine labda ni kufika level gani ambazo unaziona lo? Mimi ndoto yangu yani, nifika level fulani fulani hivi watu wanjue kwamba mimi ni nani. Kitu gani ambacho nakikosa ambacho unaamini kabisa kwamba kikiwepo mimi nitafika mbali sana? Ah, lo, kitu ambacho nakikosa ni hela peke yake, pesa ako e. Anyinyi wakaja waso nijua hichi ni kipaji this one, mdogo mdogo, mdogo, mdogo mwendo ndo pendo, nazidi kusema sure kwa matendo enjoy show. Hii ni Show Me Your Talent kutoka Sawa Sasa Digital kwanza au je, mweziniwa kutosha kabisa. Bye, bye.